Mheshimiwa Upendo Peneza, asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Nachukua fursa hii pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunisaidia na kuweza kuchangia katika bajeti hii. Mheshimiwa mwenyekiti, kitu cha kwanza ambacho ningependa kuanza nacho ni kitu ambacho kimeweza kuongelewa na wabunge wengi na watanzania wengi, swala la makinikia pamoja na ripoti ambazo zimetokana na tume ambazo ziliundwa na mheshimiwa rais. Uh, siku zilizopita tumepata pia kusikia ya kwamba uh, kiongozi president wa Barrick amekuja kwa ajili ya kuweza kufanya mazungumzo, ingawaji kauli tunazozipata, kauli iliyotoka mdomoni mwa rais na kauli iliyotoka katika uh, kampuni yenyewe ya Barrick ni maneno ya ambayo kidogo yanakinzana, ambayo tunashindwa kuelewa ni kitu gani hasa ambacho kimeongelewa. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kitu ambacho ningependa tujiulize ni kwamba tunaenda kufanya negotiations kwa kitu gani? Tunaenda kufanya mazungumzo kwa ajili ya nini? Tunaenda kufanya mazungumzo kwa ajili ya makinikia ama tunakwenda kufanya mazungumzo ili kuweza kuangalia vitu vyote ambavyo tumepoteza kutokana na mikataba hii? Na kama tunakwenda kufanya mazungumzo ili kuangalia ni jinsi gani ambavyo Tanzania tumeweza kupoteza kutokana na sisi wenyewe kama serikali, sisi wenyewe kama nchi sisi wenyewe kama viongozi ambao wamekuwepo kwa kuingia mikataba mibaya ambayo imetuletea wizi namna hii, kuangalia kwamba ni migodi yote iweze kuhusishwa katika mazungumzo haya. Na kama tunataka tuangalie swala zima la mikataba, kama tunataka kuangalia swala zima la sheria, ni lazima tuangalie migodi yote. Hatuwezi kwenda kwenye mazungumzo na mtu mmoja lakini vilevile, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala hili zima pia la makinikia ambalo ningependa pia kutoa tahadhari kidogo kumekuwa na taarifa ambazo zinakinzana, lakini ningetaka kuiamini serikali kwa tume na ripoti ambayo imeitoa, lakini ninaomba pia tuangalie na tuweze kuverify information ambazo tumezitoa. Na ninasema hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na ripoti ambayo imetolewa, muhtasari wa ripoti iliyotolewa inazungumzia kwamba makiniki haya yameanza kusafirishwa tangu mwaka 1998 lakini ukisoma katika ripoti ya Lawrence Masha na ripoti ya Jaji Bomani inaonyesha kwamba production ya mgodi huu umeanza mwaka 2001 kwa hiyo hebu tukaangalie mambo yetu vizuri, twende tusidharaurike, tuonekane kama tunapeleka maprofesa, kweli tuna information ambazo ziko sahihi. Lakini pia vile vile mheshimiwa mwenyekiti, suala hili halijatuletea athari au kuibiwa tu kama tunavyosema au serikali kupoteza mapato, lakini suala hili la migodi na mikataba ambayo serikali imeingia imeleta mpaka wananchi wetu kupoteza maisha, na wananchi wetu wamepoteza maisha huku migodi hii huku migodi hii ikilindwa na askari polisi wetu, vyombo vyetu vya usalama vimepiga risasi watoto wetu wa Kitanzania kulinda uwekezaji wa wazungu na ndio maana tunapata vifo vya wananchi wengi vilivyotokea kule Talime, lakini na athari kubwa sana ambazo ziko katika mkoa wangu wa Geita. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mambo haya bado hayajaisha, ni miaka imepita tangu wananchi wa Talime wamekufa, lakini bado athari na shida bado zinaendelea. Ukisoma katika ripoti ya Jaji Bomani inasema ya kwamba na inataja maeneo mawili ndani ya Geita, inataja ndani, inataja eneo la Nyakabale eneo ambalo wananchi wanaishi ndani ya eneo la leseni ya mgodi, wananchi ambao barabara yao ya mwanzo imefungwa, hawawezi kupita barabara yao ya mwanzo kwa sababu ya mgodi. Wananchi wanateseka, wana hatari ya kubakwa kutokana na njia ambayo imetengenezwa na mgodi. Hawana huduma, hawana huduma wananchi hata ya umeme wala maji katika eneo lao kwa sababu ni eneo la, ni eneo la mgodi lenye leseni ya mgodi, lakini pia vile wananchi wakatoma wametaja kwenye ripoti ya Bomani kwamba wananchi wakatoma na eneo la compound, hawa ni watu wanaoishi katika maeneo yanayoathirika na mitetemo ya mgodi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi tunachosema ni kwamba ninaumia kwa sababu haki za watu zinaendelea kuvunjwa. Tunaongelea kodi kupotea, lakini haki za binadamu zinavunjwa katika maeneo haya yanayozunguka maeneo ya migodi, na hivyo Mwenyekiti, naomba pia nitoe suggestions tuna kitu kinachoitwa service levy 0% 0.3% ya gross revenue ni ya hii good. Mheshimiwa mwenyekiti, mm mimi natoa wazo kwa serikali na kwa waziri mpango, serikali ilete sheria humu ndani sheria ilete, ilete sheria humu ndani, tutengeneze tutengeneze development fund, fund, ambayo pesa hizi zote zitaingizwa kwenye development fund ili kuhakikisha kwamba hizo hela zinaenda zikafanya shughuli za maendeleo katika maeneo husika, ili wananchi hata baada ya shughuli za mgodi kuondoka, wananchi waone kwamba kodi zilizopatikana hela zilizopatikana zilijenga miundombinu kwa ajili ya watu wao. Lakini pia vilevile, uh, Mheshimiwa mwenyekiti, pia naomba nichangie katika suala na kuweka mfumo wa budget unaozingatia usawa wa kijinsia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipokuwa mgeni kabisa ndani ya bunge hili nilichangia kuhusu suala la sanitary pads, nikasema serikali iweke pesa ili kuhakikisha watoto wetu mashuleni wanapata sanitary pads. Ni kitu ambacho hakijafanyiwa kazi na wizara ya afya wala hakijafanyiwa kazi na wizara ya elimu, lakini tunaona ya kwamba kama ni shughuli za maendeleo watoto wa kike na wanawake wana haki sawa ya kushiriki katika uchumi wa taifa lao, lakini kutokana na utofauti uliopo wanawake na wasichana wanashindwa kushiriki kikamilifu katika shughuli hizi. Kwa hiyo niombe serikali ipange pesa kwa kuzingatia kwamba kila mama wanaweza kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, ambapo tuwawekee hela za kutosha kwenye dawa, na hapa nilipendekeza ya kwamba. Hela zihamishwe kutoka uh, kwenye development budget zipelekwe kwenye recurrent expenditure, hela za dawa peke yake, vifaa tiba vibaki uh, kwenye development budget ili kuhakikisha ya kwamba hela ya dawa inapatikana, hela ya dawa na maji ya uchungu zinapatikana, kina mama wetu wanaweza kupata tiba, wanaweza usipate vifo wakati wanajifungua. Lakini pia vilevile vile, uh, kwenye masuala ya kilimo, kina mama ambao wanaweza kumiliki ardhi mpaka leo hii ni asilimia nane tu, wengine wanatumia ardhi ambazo ni za ume zao, wanatumia ardhi ambazo ni za ukoo. Kama serikali katika bajeti yake inaweka vipi, mifumo gani ya kuhakikisha kwamba kina mama wanaweza kutengewa na wao kuweza kushiriki kikamilifu katika katika, katika shughuli katika shughuli za maendeleo za maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la mwisho ninaomba nipendekeze kwenye swala la property tax ambalo limeshazungumziwa na wengi. Mheshimiwa, mimi natoka katika halmashauri ninakoishi, halmashauri ya mji ya Geita, hapo ndiko nakoishi na wananchi wale. Mheshimiwa Upendo, muda umemalizika. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.